Si nikwambie je kama itazidi kukusumbua sana uniambie nikupeleke hospitali. Hapana kaka. Tatizo nini? Kuna shida ambayo unisaidie. Shida gani? Kaka, nataka anataka kukojoa lakini nashindwa kuvua nguo ya ndani, kuna namna unisaidie. Usiwe na papara nilikotoka nilikuwa natoka, afu nimefika hapa nafikiria nitakuwa nimebahatisha au nimelenga kwamba we ni mambo mtoto, hmm? mdogo si haba. Ndio, usiwe na haraka saa. Haraka unakuwa na haraka ya nini wewe, wakati wewe ndo mchinjaji, afu nyama ipo chunguchani. Chukua chako mapema au funga basi, subiri <laughs> na hii nayo

msalu mpumbavu huyu. Yaani akinigusa ya tu kwenye maziwa imekwisha. Yaani lazima azimie. Na akizimia tunampukutisha kila kitu. Eti <coughs> <coughs> anajifanya mzungu. <coughs> Mimi ndo ndo Fatuma miuno. Yaani atanijua mimi leo nani. Mbona nitamkumbusha kama ana mke huyu? Nataka <coughs> nimpukusue, nataka nimuoneshe kama mimi si liwagi bure hata siku moja. Eti aisha. Mimi

toka mchana hujaondoka tu, una asili ya ubishi. Umeingia kwenye himaya yetu, ni lazima uadhibiwe, lasivyo sivyo uondoke mara moja hapa. Unajua sio vyema kufanya vita na wewe. Ondoka hapa mara moja kwenye maya yangu. unanitisha? Wewe unanitisha mimi, kama nani? na kwa nini unaitisha kwenye himaya yangu? Fanya kazi yako, nami nafanya kazi yangu ilionileta hapa mjini. Unamku mzima naeta kibri hapa sasa, na hakika kwamba nyote mtaandamana kuja kwangu

wakibona unafanya nini hapo? Mbona kuelewa, wewe umekuwa na tabia za ovyo Eh? Ulikuwa unafanya nini hapo? Okay, ndio, chukua la matumizi, mi nataka niende kazini. Kanunue nyama pika vizuri, mchele sio huko unga. Naomba upike vizuri, naomba mmeongwa ele chakula vizuri, sio nikuta mimi mchele hapo sijui baba umepika umeika mimi maji kibao, ndio kosana, maana siku hizi naona na tabia za ovyo ovyo, nani nafanya vitu vya vi ajabu ajabu kiboma yani, sijui kama ndio hiyo, yani saa mi enda kazinimaa nimechelewa.

Bona, naelewa ndio maana kununulia lile jiko. Tumia ile jiko haya, ma, ma, majiko yenye ambayo yana namba mengi, achana nayo unaelewa. so, sasa so, vumilia mbayo kariti mafuta huduma ya kufanyia hata huduma ya kwanza, sawa? Vumilia sawa. Pole pole pole pole, sawa, vumilia kwa makini, Kibona, unaelewa, huyu ni moto. Watu wanasema watoto wanasaidia. Sasa sikia nikwambia kitu kimoja, Kibona, ndio maana nikakunulia ile jiko, achana kutumia ile jiko kwa sababu najua au liweze lina mambo mengi. Chukua ile jiko, ndio maana nikalinua, tumia ile jiko. Najua huko kwenu hata ile kuepo, si ndio? Usije kaungua zaidi au kaumia zaidi, si unanielewa? Mimi leo siendi kazini, nipo nyumbani hapa. Maumivu kama yatakuwa ni makali, njoo niiti nikupeleke hospitali kwa wapi. Takaa mm. Sawa na imani, kwa sababu na hata sijaona kama umebabuka leo. Mi nipo ndani hapo. Sawa kwa makini, Kiona.

Afu unajua nini bebe? Leo nataka tukukie zile ngoma zetu za uswahilini. Ndio zinakuaje hizo? We. Ah. Usijui? Ngoja nikuwekee uone. Haike mambo ya uone. Nipe soda. Nipe soda. Ili wewe uru. Nipe tu. Nione vitu vya uswahilini. Mm, Viuno. Eh? Wacha. Mm. <laughs> Aya.

Wewe, kumbe ujafa tu mpaka leo aisee! Mi nilijua ushakufa mda mrefu. Wewe usinichanganye bwana, mimi niko busy na warembo wangu. Nisikiliza, nisikiliza, niko busy na warembo wangu, naona viuno huku. Kwani naomba niache, niache, niko busy. Hey, niache hapo. Hey. Weka, we, we, mambo, muziki twende, mudo Kibona, kwani bado hujakaa sawa? Sasa si nimekwambia, je, kama itazidi kukusumbua sana uniambie nikupeleke hospitali. Baba kaka. tatizo nini? kuna shida, mbona unisaidie? shida gani? Kaka nataka nikukojoa lakini nashindwa kuvua nguo ya ndani, kuna namba nisaidia, unisaidie. Hebu kibonacha mtoto bwana, hebu msubirie Maria mwambie hizi shida, atakusaidia kwa sababu ni mwanamke mwenzio nguo. Hebu kuwa serious, bwana. Fumbo la siku ile, siku hizi na mabadiliko mabadiliko mengi sana. Unakuaje una, una kibona? Una matatizo gani? kwani nini kinakusumbua? s so. Hebu ondoka bwana, nachanganya akili. Uishi visa kila siku, siku nakuja na hilo, natoka na hilo hospitali utaki, unasema uko sawa. Vikwazo kibao ndani haviishi. Kwa nini kibona? Toto bwana, Kiona wezi sana kupeleka hospitali.